Wafanyikazi wale ambao unasema kuwahusu kuhusu kukatwa makato yale ambayo pengine yako juu. Um, sasa hivi kuna jambo lingine ambalo serikali imeweza kuja nalo, uh, mambo ya NSSF NSSF ile ambayo wafanyikazi hao wale ambao tunazungumzia kuhusu, Rais William Ruto alinukuliwa akisema kwamba tangu tuweze kupata uhuru wetu hadi mwaka 2023 tuliweza ku save kuweka akiba ile ambayo ni NSSF, bilioni mia tatu na ishirini, japo baada yake kuingia serikalini akaja na mikakati ile ambayo ni madhubuti ya kusaidia taifa. Wafanyikazi hawa kwa miaka miwili wameweza kuchangia katika kikapu kile ambacho ni cha kuweka akiba ama savings, bilioni mia mbili na themanini. Je, ni jambo nzuri la wafanyikazi la kusheherekea siku ya leo, ikitazamiwa kwamba wameweza ku save pesa kama hizi, na amesema kwamba baada ya mwisho wa mwaka huu tuta double hizi pesa.